Karibu tena kwa mara nyingine tena mtazamaji wa Zone Media uko nami Victor Moshi. Licha ya juhudi ambazo sasa hivi zinafanywa na taifa la Marekani kwa ajili ya kuweza kuleta suluhu katika ukanda wa Gaza, lakini vile vile washirika wakiwemo Misri pamoja na Qatar ambao wanahakikisha kwamba makubaliano yanakwenda kufikiwa lakini Israel inaendeleza mashambulizi yake katika ukanda wa Gaza siku zote hadi hivi sasa, mtazamaji. Leo hii asubuhi jeshi la Israel limetoa taarifa kwamba limeweza kufanya mashambulizi mapya katika jiji la Gaza, hata baada ya rais wa Marekani Donald Trump kutoa wito wa kusitisha mashambulizi hayo ili kutoa nafasi kwa mazungumzo ya amani yanayoendelea mjini Cairo, Misri. Taarifa ya jeshi hilo imesema mashambulizi hayo yalilenga wapiganaji wa Kipalestina waliodaiwa kujificha katika maeneo ya makazi ya raia. Video iliyotolewa na jeshi hilo inaonyesha milipuko mikubwa na moshi mzito ukipaa hewani katika sehemu kadhaa za jiji hilo lililoharibiwa vibaya. Jeshi la Israel pia lilisema bomu la mizinga lilirushwa kuelekea wanajeshi wake waliokuwa katika operesheni ya ardhini na askari mmoja kujeruhiwa katika tukio hilo. Wakazi wa Gaza wameripoti mashambulizi hayo kuwa kuwa makubwa zaidi katika siku za hivi karibuni, huku magari ya uokoaji yakihangaika kufikia katika maeneo yaliyolengwa kutokana na uharibifu mkubwa wa barabara na majengo. Kwa mujibu wa vyombo vya habari vya Kipalestina, mashambulizi hayo yameua na kujeruhi idadi kadhaa ya watu wakiwemo wanawake na watoto, ingawa idadi kamili haijathibitishwa rasmi. Tangu mwezi uliopita Israel imeongeza kasi ya mashambulizi yake katika jiji la Gaza ikidai ni sehemu ya mpango wa kulidhibiti kabisa eneo hilo. Hatua hiyo imeibua wasiwasi mkubwa kutoka kwa jumuiya ya kimataifa hasa wakati huu ambapo mazungumzo ya kusitisha mapigano yanaendelea Misri yakihusisha wawakilishi wa Israel, Hamas na Marekani. Trump ambaye ameonyesha nia ya kuona mwisho wa vita hiyo ya miaka miwili ametoa onyo kwa Israel kusitisha mashambulizi ili kuipa nafasi ya kidiplomasia. Hata hivyo, viongozi wa Israel wamesema wataendelea kuwalenga magaidi hadi usalama wa taifa hilo uhakikishwe. Jana kuna taarifa moja iliweza kutoka ya msemaji kutoka katika Benjamin Netanyahu ambapo alizungumza kwamba jeshi la Israel halitoweza kuacha mashambulizi yake, lakini vilevile jeshi la Israel halitaweza kuondoka Gaza, ikidai kwamba ni hatua za kujilinda zaidi, hata kama kuna makubaliano ambayo yanakwenda kufikiwa hivi karibuni. Ndiyo maana mashambulizi haya yanazidi kuendelea, huku raia wa Gaza wakitegemea amani kupatikana katika eneo lao, lakini vile vile wakikumbana na kadhia kubwa ya mashambulizi ambayo yanazidi kurindima siku hadi siku. Mtazamaji, leo hii kuna taarifa nyingi sana utakwenda kuzifahamu na kuzielewa na kuzijua kutoka huko mashariki ya kati, lakini kaa karibu nasi Zone Media kwa kusubscribe, kulike, kukomenti pamoja na kushare.